Viongozi wa kidini kaunti ya Mombasa wameshikilia msimamo wao wa kupinga wanasiasa kutoa michango kanisani hadharani, wakizindua mikakati ya kukabiliana na hulka hiyo. Akizungumza alipokuwa akitawazwa kama mwenyekiti mpya wa ushirika wa wachungaji Mombasa, Kasisi Peter Onyango alitoa changamoto kwa wachungaji wengine kutotegemea michango ya wanasiasa kamwe, akiwataja kama vinyonga. Uh, ambaye inasema ya kwamba mwanasiasa aruhusiwi kabisa kuja hapa tulipo na apewe nafasi ya kuongea. Akitaka kuongea na wachungaji tunamwambia atafute hoteli, tutawaambia kwamba siku fulani mwanasiasa anatamani kuwaongelesha waende kwa hoteli. Sisi tunatamani kujenga Wakristo wakamtegemee Mungu, wakamtegemee Kristo, lakini sio wanasiasa, maana wanasiasa wanaenda wakibadilika. Wachungaji hao wameongezea kuwa wataendelea na kutimiza lengo kuu la kanisa la kuwaleta Wakenya pamoja. Tuhakikishe ya kwamba katika kanisa itandumisha lengo la kanisa ambalo ni kuleta uponanje katika nchi, uponanje katika watu wote. Hata hivyo viongozi wa kidini waliohudhuria hafla hiyo walikashifu kuchipuka kwa vituo vya redio na runinga vinavyoendeshwa na wachungaji watapeli, ukuito, wa tapeli, huku wito ukitolewa wakenya kusimama imara na kukataa dhehebu za uongo na zenye kuendeleza itikadi kali. Ya kwanza ni watu kuja na kutumia neno la Mungu no. lakini ni watu ambao wamekuja kutapeli, wanatapeli washirika kanisani. Pili, Kumekuja media houses nyingi sana ambazo ni za watumishi wa Mungu, lakini ukiona wanacheza kamari, tutaweza kuambia ya kwamba wakaweze kuondoka na wakaweze kuwa kusimama imara kukataa zile dhehebu ambazo zinaweza kuwaumiza. Aidha, wito umetolewa kwa maabadi kuwahusisha wakenya wa jamii mbalimbali, ili kukabiliana na ukabila ambao umelaumiwa kwa kusababisha na kuchochea siasa za uchochezi. Kama kanisa langu Word of Healing and Restoration Ministry it is one of the most cosmopolitan churches with over 15 uh, ethnic communities inside, na kwa hivyo huwasikubaliani kwamba kanisa liwe la kabila moja ama lile lingine kwa sababu hii inaleta shinda. Makanisa mengine utapata yako katika cosmopolitan areas kama Mombasa na Nairobi, Kisumu, lakini yanafundishwa na lugha ya mama, which means now it is is only one tribe that is going there, na hiyo ndio ina degenerate into politics na inakuwa na shinda wakati wanasema mtu wetu, mtu wetu. David Lukoe Mvita FM kutoka kaunti ya Mombasa.